Mola ambaye anayebadili nyakati kwenda zingine, akilitaka jambo Allah litakuwa na lile ambalo halitaki kamwe haliwi. ashhadu nla nidalahu wala nafi fahuwa ahlu lilwahdaniyati waluluhia nashahidilia, mwenyezi Mungu hana mshirika wala yule ambaye anayemfanana. Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika na yeye ndio ana haki ya kuabudiwa.

Thumma nunaji ladhina takau wanadharu alimin fiha jithia, Mwenyezi Mungu anasema tutawaokoa walioupata ucha Mungu, na madhalimu watakaa ndani ya moto wa jahannama wakipiga goti. Ibadallah wajawallah la tahfa ala sharifi ilmikum, hizi siku mnaziishi hakuna yoyote azifahamu, ni siku ambazo zina madrasa kubwa na mafunzo makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitutaka tuzingatie hayo. Waislamu lazima kila kitu kina, kina mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka ndio sunna kaunia. Vyote vitatoweka wa yabqa wajhu wa rabbik dhul jalali wal ikram. Usiwake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio utabaki yeye Rabbul izati wal jalal. Amesema Imam imamu al-Barbahari katka Sharh as-Sunnah ya kuwa vitu ambavyo vitakuwa na vitakuwa havina mwisho ni vitu vinane tu. Akamwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha akataja arshi yake Rabbil Izzati wal Jalal, akataja kursi, nafasi anawekea miguu yake Rabbil Izzati wal Jalal, akataja moto na akataja pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia ndani ya moto kuna nyoka na zao hazina mwisho, amesema Imam al-Barbahari katika Sharh Sunna. Kadhalika ndani ya pepo kuna huru la aini, navyo hivyo na wao hawatakuwa na mwisho. Mwenyezi Mungu akasema, akaweka ujubu dhana katika mgongo wako, kuna kuna kakitu ambako kako hakana mwisho, hata kama utakuwa umeondoka dunia. Mwenyezi Mungu alipangilia hivyo, lakini vyote vina mwisho. Mbingu ina mwisho na hata ardhi ina mwisho, na kadhalika vile ambavyo vina kuhusu wewe vina mwisho. Ndugu zako wana mwisho, mama na baba pia wana mwisho, hivyo na vina nyakati pia zina mwisho wake. Hakuna kile ambacho hakina mwisho zaidi ya hivyo vitu vinane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala alijalia na akatuamrisha, taabadana llahu bi shahri Ramadan Ametupa tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani, akatuamrisha sio tu, aliuamisha siye, alimwamrisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka siku anaondoka dunia, yuko anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani.

La nidaa alama faqala tabaraka asmuhu wa jalla thanauhu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum siyam, Mwenyezi Mungu alikuita kwa wito kukutukuza, akauweka wito mwingine pembeni. Kuna binadamu, kuna makabila tofauti na mataifa yetu, hakutuita kupitia hayo. Alituita sote kwa wito ambao namtukuza kila mmoja wetu ya ayyuhalladhina amanu mlo mwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumu siyam, mmefaradhishiwa saumu. Mwezi Mungu alivyomaliza kufaradhisha, akajua kwamba mtauliza kwa nini tufaradhishiwa, akajibu mwenyewe la'allakum tattaqun, ili mpate ucha Mungu. Mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajua mtauliza faida ya ucha Mungu, akajibu katika sura nyingine, thumma nunajjil ladhina taqaw

Amesema mmoja katika wacha Mungu, mnapokuwa mmesomu, sio somo tu, mnakuwa mmetekeleza nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Na hivyo mkitekeleza nguzo katika nguzo tano za Uislamu inakuwa ni sababu ya nyie kufaulu, na Waislamu wote wanafahamu ya kuwa haiwezekani kama mtu alemchana ni hali hakuruhusiwa na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au magonja Waislamu

Ya kufika katika ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala, waislamu watukufu, hivyo ndivyo saumu ilivyokuja, lakini Mwenyezi Mungu akaiwekea utaratibu na kuonesha kuwa kuna madrasa nyingine itakuja na itaondoka, na inaweza ikaondoka na watu, na inaweza ikawaacha watu, lakini kukutana na nyingine mashiatul khaliqil bari wa sun'atuhu wa qudratullahi fawqa ash-shakki wa tuhami, ni mataka a mwenyezi mungu subhanahu wa taala. Na hilo hakuna yeyote ana uwezo wa kuweka fikra au kuchambia mientakua mwaka ujaa. Mwenyezi Mungu akaweka mawaidha makubwa kabisa ya kuwa hii somo ina mwanzo wake na ina mwisho wake. Mtume Muhamadu sallallahu alayhi wasallam akamwambia siku mwezi utachomoza hivyo ntakuwa nalazimika kula mchana na Ramadhani itakuwa inaondoka. Lakini Muislamu, alayamu lati yaishtumuha, siku ambazo mmeziishi hamjapata kuishi hizo siku na ubora wake kuliko hizi ambazo tumeziishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo waislam ibada ambayo unaitekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tofauti na ibada ambazo umetekeleza nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, qila

Ramadhani inaondoka na itakuwa imetupa kisogo. Falmumin alhasifu alaqil, mwaminifu mwenye busara na mwenye akili, anakwenda kumaliza vizuri, walibratu bilkhawatim. Lengo ni kumaliziaji, sio kuanza kwako. Lengo umaliziaji. Hata kama utakuwa umebakiza dakika tano au sita au siku moja, zina nafasi kubwa kwa kubadili ukurasa wako na matendo yake mbele yake Allah

aliziweka katika kitabu chake, aya ya kwanza. Mwenyezi Mungu anasema wama Muhammadun ila rasul, Muhammad si chochote ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amantu billahi rabba, na muamini ya kuwa Mwenyezi Mungu ndio mola wa limwengu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake, rabbul izati rablizati waljalal. Wama Muhammadun ila rasul, Muhammad si chochote ni mtume tu mtume tu afain mata au kutila nkalabtum ala aqabikum, akifa au akiuawa wa vitani, mtarejesha vikanyagio vyenu nyuma. Yani anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala na kulenga Muhammadi akifa au akiuawa wa vitani, imani zenu zitarudi nyuma. waman yanqaliba ala aqibayhi, atakae thubutu kurejesha imani yake nyuma, falayadhurrallaha shay'an Mwenyezi Mungu na jambo lolote, wasajizillahu shakirin alladhina yadumuna ala taati Mwenyezi Mungu, atawalipa wale ambao wanashukuru kwa kudumu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio aya ya kwanza inamtazama binadamu, usithubutu kufanya kitu kisha ukarudi nyuma. Msimamo wako ulikuwa thabiti, Abdullah, ulikuwa mzuri, ulikuwa mwema, ulikuwa mtu bora katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umetoka mwezi mtukufu wa Ramadhani umerudi nyuma kabisa, wakaana al-amra lam yakun, utadhani jambo halikuwepo au Ramadhani haikukupitia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia Waislamu msifanye hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka katika kitabu chake, aya ya pili anawaambia Waislamu wote mlodiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, akisema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadhi ankata msi, kama yule mama alikuwa kifuma akisokota nyuzi zake. Huyu ni mama ambaye alikuwa anafanya kazi ikamlipa akapata maisha mazuri, lakini siku moja ukamjia msiba ghafla, kaka yake akauawa. Alivyowawa akienda akamtazama kaka yake, nani amemua? Hakumjua nani amemua. Alikuwa fuani shababi, bado kijana mbichi kabisa, akauawa. Jamaa yake anamwambia ameuawa kaka yako. tusaabu na uswaini kula rakbi wa inda Juhaina alkhabaru alyaqini. Uswaini ambaye anamuuliza tayari ameshauawa na hizi habari nakwambia ni za yaqini hazina shaka dalimo. Ndugu zangu Waislamu, alivyosikia ya kuwa kaka yake kauawa ambaye huyu mama ametajwa katika vitabu vingi vya ilmu tafsiri ya kuwa anaitwa Juwarana, alivyosikia kaka yake kuwa kauawa kitu ambacho alikifanya akaanza kuharibu zile kazi zake, zile nyuzi ambazo alikuwa akitumia katika kufuma na kusokota vile ambavyo vilikuwa vinampa eh, maisha sote, akaanza kuharibu mwenyewe. Mwenyezi Mungu akamtazama, akawaambia Waislamu Haya ni mafunzo, haya ni masomo makubwa. wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadi quwwatin ankatha, msi kama yule mama alikuwa na kazi yake inalipa vizuri, alikuwa akifanya kazi fanani kama yule mama katika kutekeleza amri zangu. Msi fanani kama yule mama katika kuheshimu sheria, msi fanani kama yule mama katika misimamo mliokuwa nayo Allah atufanye nini? Mwenyezi Mungu akajibu walau anhum fanu ma yuwaduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wangelikuwa wanafanya kile ambacho wanachoambiwa ingelikuwa heri kwao na wengelikuwa kwa na, na misimamo thabiti. Lakini walishindwa kuelewa walishindwa kuchunguza. Mwenyezi Mungu, tumefanya hivyo ulivyotuamrisha tusome visa na kuchunguza kitabu chako. Mwenyezi Mungu atasema kadhalika, nakusu alika min ambai rusul manuthabitu bihi fuadaka, na kusimulia habari za waliotangulia katika habari za mitume, ili imani yako iwe thabiti. Hivyo Waislamu, mwenyezi mungu anavyosimulia visa, malengo makubwa ni sisi kukaa nafasi moja, kuwa na misimamo bora, kudhibiti katika dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametusimulia hayo akitupitishia kisa cha ule mama. Waislamu, aya ya tatu inakugusi na itakujaji, unapotoka mwezi mtukufu wa Ramadhani inakutazama. Ndio yule Juma, ndio yule Uthmani, ndio yule Umar, ndiyo yule ambaye alikuwa katika safa za kwanza, ndio yule ambaye alisali usiku qiyamu laili, ndiyo yule ambaye alisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambacho ni muujiza tu Muhammadin al-Khalida azikru ayatu rabbika al-kubra allati fiha libaqi al-mu'jizati wa Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu na ndiyo muujiza uliobaki duniani yote, initoweka, umebaki muujiza wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibada Allah, kusoma Qur'ani ni milatu wa din, ni mila na ni dini. Na ni utaratibu ambao umewekwa kwa kila Muislamu isome Qur'an, na sio tu kuisoma kuchunguza kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio Qur'ani tu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yuko yule ambaye aliyoiteremsha baada ya mwezi aliyoiteremsha isomwe baada pia ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu Waislamu, aya tatu, Mwenyezi Mungu alisema mtu asiwi kama yule ambaye, Huda, alijiwa na uongofu kisha akarejesha nyuma, irtaddu, akarejesha nyuma, akarudi nyuma, ala adbari katika sheria akawa nyuma kabisa na alikuwa sawa. Aya ambayo inapatikana katika suratu Muhammadi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitukataza na akatukemea kwelikweli, msithubutu kurejesha vikanyagio vyenu nyuma na imani zenu

Hauna tatizo, sisi kama sisi tunalazimika kuendana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitutaka tuwe nayo, tuwe wapya, tuonekane safahati zetu, ukurasa wetu umekuwa ni ukurasa ambao haukugubikwa tena na zalati na kuteleza, au kuvunja sheria au Kuhu

Sifa kamili kamilifu anastahiki Allah, ni mmoja hana mshirika, imani yangu Muhammadi mtoto wa Abdillah ni mja wake pia mjumbe wake. Amani na salama zimfikie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah ndugu zangu Islam ambayo mengi, muamadu wa Islam, mwezi mtukufu wa Ramadhani umegubikwa na mengi katika mafunzo. Moja katika mafunzo ambayo yalikuja kuwa mengi ni kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utasoma Qur'ani nzima, hakuna swala ya tarawih haipo. Uliipata mwezi mtukufu wa Ramadhani, ilipatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kupitia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada nibadallah ndugu zangu wa Islam, sunna ambazo ulizozifanya kumbuka, ni maneno na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulifturu wakati umetoa adhana ya magharibi, ujue ya kwamba yoyote aliyoruhusu ni Allah, alipitishia katika mdomo wake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alimwambia mtume idha aqbala shamsu min hauna, alimu alimuelekeza mtume na mtume akatuelekeza kupitia maneno yake matukufu, idha aqbala shamsu min hauna ila hauna, faqad afthara sawim, jua likichomoza huku likazama huku, faqad afthara sawim, wakati wa kufuturu umeenea lakini wako watu alquraniyuna hawataki kusikia hadithi, lakini tunakula nao. Magharibi ikifika, tunafuturu nao, na sijui wametoa wapi, kama hawakutoa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio jibu ambalo linakuja ndani ya dini, ukikanusha hili lile linakubana. Hivyo Waislamu, kuna watu wanaona wana magrupe wame, weka mafunzo yasiyokuwa sahihi, achaneni na hadithi, usitafuti lailatul qadri ndani ya Qur'ani, hakuna. Lakini sio tunasema tuliitafuta lailatul qadri tukakita kweli kweli, kwa sababu mtume alituambia na Qur'ani kasapoti hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia walimwengu wote, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, waambie kama wananipenda mimi Mola wao wa wakufuate wa, wa wewe hivyo wale ambao watafturu inda aladhan, wakati wa adhana ya magharibi, wakumbuke mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kuwa sunna ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna yote. Mengi ambayo yamepatikana ndani ya mwezi mtukufu wa patkana, Ramadhani ni mafunzo yalitoka kwake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdallah, usithubutu kukiuka hadithi za mtume, utatoka katika dini. Kwa sababu hata Qur'ani ilipita katika mdomo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, anzalahu Allah biwasitati khairi malakin ala khairi nabiyin fi khairi ailatin. Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliteremsha kupitia Jibril alayhi salam kwa mtume bora, kiumbe bora, katika siku bora. Hivyo hata Qur'ani, ukikanusha maneno ya mtume, moja kwa moja unakwenda kuikanusha kitabu unakwenda kukanusha Qur'ani, unakwenda kukanusha kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hata Qur'ani ilipita kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufunza. Unachukua hadithi unaiweka pembeni, unataka Qur'ani yao yenyewe. Mungu kasema katika kitabu chake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linas, nimekuteremshia Qur'an wafasirie watu hii Qur'ani. Yanayoifasiri ni Mtume Muhammadu as-sunnata sunnata, As ibadallah. Sunna sunna ndio malengo makubwa, waja wa Allah, sunna ndio itatufikisha. Sunna hizo hadithi ndizo zitakufanya usalio. Ya Abdallah, hakuna atakayekusalia kama umegoma, kama umegoma kuipokea hadithi, utaki hadithi, unataka Qurani, hakuna ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu swala ya jeneza. Mungu aliiwekea sheria kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swala ya jeneza tunaipata kwa Mtume. Sasa umegoma kuchukua hadithi, nani atakusalia, Abdallah? As-sunnata sunnata ibadallah, sunna, sunna. Abdallah, ndani ya Qurani

Waislamu watukufu, assunata sunat ibadallah sunna, lazimisheni pambaneni na sunna, kaeni na sunna, kwa sababu ndio inatupa jinsi tutakavyo tutakavyojishika katika faraidi katika faradhi na sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Right. Umekataa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Ramadhani imekushika katika koo, unalazimika kukubali, hakuna ujanja Mtume amesema ya kuwa laidi mtaisali, mtapiga takbira, mtasoma suratul suratulala ni sunna, mtasoma suratul suratulkafirun ni sunna. Hivyo hata laidi pia haijatajwa tasrihan, moja kwa moja, kwa uwazi, ndani ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, utarudi tena katika sunna, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama. Ndugu zangu, hakuna mtu anaweza akaishi ndani ya Uislamu afike ndani ya mila aitukuze na kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala kama ameweka suni na pembeni kamwe haiwezekani, na imani yako hatoikubali Allah. Fala wa rabbika la yuminuna hata yuhakimuka fima shajara bainahum, hawatuamini mpaka wajalia wewe ndio uko uwe hakamu wewe, ndio wambie, wasikie, wakataze, wakubali utoe lile ambalo ni sheria imetoka kwangu, waisikie waitekeleze. Hivyo maisha yetu yote ni sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini nzima mfumo wake ni sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa kulluhum min rasulillahi multabisun gharfan min albahri aw rashfan min ad-diyami, kila mtu atachukua kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakaochukua kidogo fa lillahi darun, watakayechukua vingi Mwenyezi Mungu awajalie, na wale ambao watabobea zaidi Mwenyezi Mungu subhanahu ta wa ta'ala awajalie, wote wafe katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, ndugu zangu waislam, yatikum iduku, inakujieni idi ambayo ni siku kubwa katika Uislamu, isiwi ndio sababu